Manyara ambako nawafanya biashara katika mji wa Babati wameandamana hadi ofisi za mkuu wa wilaya kufuatia maji kujaa kwenye maeneo yao ya biashara, hali iliyosababisha hasara kwao, ambapo wamesisitiza inatokana na serikali kushindwa kuboresha miundombinu. Ifuatayo ni taarifa kamili. Wafanyabiashara hao wanaofanya biashara zao kuzunguka eneo la stendi kuu ya Babati wamelalamikia serikali kushindwa kuboresha miundombinu kwa muda mrefu, jambo linalopelekea wao kuendelea kupata hasara kutokana na maji kujaa ndani ya maduka yao kipindi cha mvua na kuharibu bidhaa hawawezi kutengeneza miundombinu. Unaona maji yanapita hapa yanapita, yanatokea. Tukiwaambia watusaidie watengeneze mitaro hawataki wanatufuata ushuru wa kibanda wanatufuata ni shilingi elfu ngapi wanatudai kila, kila mwisho wa mwezi shilingi elfu saba na mia tano. Tunavutwa taka taka tunavutwa Mkuu wa wilaya yuko wapi? Mkuu wa mkoa yuko wapi? Wakurugenzi wako wapi? Hii adha itatondokea lini? Ndio tumekuja kumuuliza. Huyu mkuu wetu wa wilaya alikuja siku hiyo akasema masaa 24, na ni pale iondoke mpaka leo akujatekelezwa. Hii adha itatondokea lini? Injinia siku ile alikuwepo, anaambia injinia hapo, wao wanaonaje? Injinia anapiga piga chenga hiyo, anapiga piga, anacheka tu, sababu yeye si yuko ofisini. Sisi ambaye tunaumia ni sisi, sisi wananchi ambaye tunapata hii shida bwana. Kutokana na kilio hiki cha wafanyabiashara juu ya swala la miundombinu mibovu Janel Tani kamtafuta mkurugenzi wa halmashauri ya Babati pamoja na mwandishi mkuu wa halmashauri hii na haya ndiyo majibu yao ya Aidha, mwenyekiti wa kamati ya maafa wilaya, ambaye pia ni mkuu wa wilaya Babati Crispin Mela, baada ya kilio hiki, akafanya ziara kutembelea maeneo ambayo yanadaiwa kupelekea maji kujaa katika makazi na maeneo ya biashara. Kutoka mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani jonlton.